Hii moto ya leo imetushitua, maana yake imetendeka siku ambayo ni ya Sunday, na mara mingi sisi traders ambao mnatuona, huwa tunachukua stock on Saturdays ndio tunajiprepare kuuza on uh, Monday. So hii moto imetukuta kama kila mtu amechukua stock. Kuna wale walikuwa wamechukua stock ya 100, 300 mamilioni. Hii eneo hapa hivi kulikuwa na ma-stores, two floors of stores na weekend tuna stock viatu mingi, kwa hivyo tulikuwa ma, a lot of shoes ilikuwa hapa more than an estimate, more than 5 million of shoes zili, zili chomekea hapa because if you calculate a bill ni karibu elfu nane, na kulikuwa na maelfu ya mabills hapa. Kama serikali inaweza hata tujegea soko mahali hatutawahi chomekewa, watujegea Sababu mimi kama mimi hii ni miaka ine kuchomekewa, unabaki bila kitu. Na ile pesa tunafanyanga kazi huku nao ni ya maruni. Ingina ni tu tumeishi tukaamshwa usiku ati kunachomeka kunachomeka, wafanyikazi wenye tunafanya kazi na wao, tulinunua mizigo jana. Dio next week tuwe tunauza, hakuna kitu tumeokoa hata nini. Na tuna watoto u shule, tuna watoto university, na tunalia machozi mahozi tuna sido. Ah, watoto watasoma na nini?